Zimekuja nususi mbalimbali mbali na ni nyingi ambazo zinajulisha kuwahama watu wa bid'a na kujitenga na watu wa bid'a, kadhalika kujiepusha na watu wa maasi, na kwamba bid'a ni katika mkosi uliokuwa mkubwa sana na khatari yake inajulikana kuwa ni kubwa sana katika dini ya Allah tabaraka wa taala, na kwa sababu bid'a inaleta eh, upindaji wa moyo kwa mi. Na ajili hiyo nimetoa nasaha hii nikiwa na maana gani? Kuna baadhi ya talaba, kwa kile ambacho kimenifika, wana hali ya kutokuwa na nini na tamayuz. Anapokuwa yupo markaz, masha Allah, anapotoka markaz akienda huko, basi mtu anakuwa ni majamaja maja. Hali kama hii haifai, bali hali hii ni hatari. Sasa hii ni nasiha kwa yule ambaye anapenda kukaa na hawa watu wa bidaa, tunaomba ajihadhari na achane na hilo jambo. Na nasaha hii tunaielekeza tukifahamu kwamba wale watu ambao wana kawaida hii watasikia, wakishasikia watubie kwa Allah, jalla waala, na warejee kwa Allah tabaraka wa taala, na wafanye bayani kwa kile ambacho kwamba wamekifanya kinyume na hivi tafsiri yake kwamba hawa watu itafikia pahala sasa kuwabainisha, na tukishawabainisha, tunafanya nini? Tahdhir na kufanya muqataa.